Mwanaume anaweza kukosa uwezo wa kutungisha mimba kwa mwanamke kutokana na sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu hizo ni hizi hapa. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa mbegu za kiume, ima kwa kutoa mbegu chache au kutoa mbegu aguzi, hizo na ubora kimaumbile au kutokukamilika. Sababu nyingine ni kushindwa kabisa kutoa mbegu za kiume kutokana na tatizo la kushindwa kusimamisha uume matatizo ya kisomoni au matatizo ya kumwaga. Sababu nyingine ni matatizo ya korodani kama uvimba kwenye mrija ya korodani au korodani yenyewe kupata shida na kuzoofisha uzalishaji wa mbegu za kiume. Sababu nyingine ni matumizi ya kiholela ya madawa. Hali hii inaweza kusababisha kuuawa baadhi ya tishu katika korodani na kuzoofisha uzalishaji wa mbegu za kiume. Sababu nyingine ni matumizi ya vilevi kama pombe na sigara, hali inaweza kusababisha kuharibu kinga mwilini na kuweka uwiano usio sawa wa homoni, hivyo kudhoofisha uh, uzalishaji wa uh, mbegu za kiume. Kama uh, una changamoto yoyote, basi wasiliana nami kwa uh, ushauri zaidi, na usisahau kushea video hii kwa wanaume wengi wapate uh, kujifunza.